Tuangalie michezo sasa ambapo timu ya Nairobi United ijulikanayo kama Naibos imeanza kampeni ya ligi kuu ya KPL kwa kishindo na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Mara Sugar kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Awendo Green. Baada ya sare bila katika kipindi cha kwanza, Naibos ilipata bao la pekee katika kipindi cha pili kupitia mchezaji Ovella Ochieng'. wili anapiga samsa soul yake na historia inaandikwa ndani ya Wendo Green Stadium. Michael Oningo, Silas Wafula, shuti linakwenda off target. Shami Mwinyi Kibwana, Michael Karamora amejitangulizia mwenyewe Michael, mwenye Michael Karamor, chini kwa chini anakamata kipa Evans Omonde. Uma inamiminwa ndani Anaenda juu, Michael Karamor wote wameukosa.